Ndugu zangu mambo yako mengi, lakini niwakumbushe tu tarehe kumi na tatu tulikuwa kwenye mkutano pale nya Geita, mkutano wa Dkt. Samia Suluhu Hassan. Liko jambo ambalo linatugusa sote. Nilimwomba Dkt. Samia Suluhu Hassan, nilimwomba na nikampa maelezo kwamba kwa nini tunaomba halmashauri. Mtendaji atakuwa anajua vizuri sana halmashauri, ukiwa nayo halmashauri ndani ya eneo lako, ina maana unakuwa umepunguza mzigo wa kuhudumia wananchi wako. Hapa Mheshimiwa Diwani amesema ame kwa sasa hivi halmashauri ya wilaya Geita tuna kata hamsini kata hamsini mnaenda kugombania kale kaliziki kalikomo kwenye kapu la halmashauri, kata zote hamsini ukipata ye kikundi na kikundi kingine kiko kule Nzela kimeomba, ukipata umeme huku na mwingine yuko kule Butundu ameomba, ukipata sijui pikipiki na mwingine yuko Katolo kaomba hivyo hivyo, kwa hiyo tukiwa na halmashauri yenye kata jumla ishirini na mbili kata za Busanda kumi na moja kata za Katoro kumi na moja zinakuwa ishirini na mbili ndani ya halmashauri moja, kuwaletea maendeleo yatakuwa maendeleo ya haraka na wote tutafikiwa -e. Kuwahudumia kata ishirini na mbili sio sawa na kuhudumia kata hamsini. Wazee wangu, nyinyi mtakuwa mashuhuda sana. Sisi eneo letu la Busanda lina kata kama ta, saba au sita za uchimbaji wa madini, wanachangia mapato ya halmashauri. Kuna wakulima, kuna wafugaji e, ee, ukienda upande wa Katoro kuna wafanyabiashara wakubwa sana pale Katoro. Sasa hivi hizi pikipiki na baskeli zote zinatoka China zinaunganishwa pale Katoro. Bajaji zinaunganishwa pale Katoro. Kwa hiyo kuna mapato makubwa sana wafanyabiashara pale. Kwa hiyo tukiwa na hizi tukiwa na hizi tukiwa na halmashauri yetu moja kwenye kata ishirini na mbili, uwezo wa kwenda kuomba haya madogo madogo barabara za mitaa tutaweza kuhudumia. Ndio maana nikamwambia Mheshimiwa Rais, tunakuomba tupate halmashauri ili haya mambo madogo madogo tusikuletee wewe, mwenyekiti wetu wa chama tusikusumbue wewe, dili na yale makubwa, ila haya madogo madogo tutayapata pale pale halmashauri, mikopo ya kina mama, mikopo ya wazee, sijui tasafu, halmashauri pale pale. CCM oyee! Kwa hiyo tunaomba sasa mtuamini na mkatupigie kura za kishindo, na mliopo hapa muende mkawambie na wengine, mkawambie na wengine ambao hawajafika mwambie, jamani, tusifanye mchezo. Kura ni za ndio, sawa, lakini zinapimwa kwenye asilimia asilimia ya ushindi wa kula zetu ndio maendeleo yatakuja hivyo hivyo. Kwa sababu Dr. Samia lazima aangalie kwamba hawa walienda peke yao diwani na mbunge kuomba kula, wakaacha kuniombea na mimi. Kwa sababu mimi sipo. Mwenye kitu hata hawezi kuja mpaka huku chini. Lakini anajitahidi sana na ametufundisha. Amekwenda mpaka Nyawili mlo kuomba kula. Nyawili mlo pale ni kata tu ile. Lakini amekwenda mpaka kule. Sasa mimi na Bernard hatuwezi kukaa ndani, lazima tutoke nje kuomba kula, lazima tumsaidie huku chini. Mimi ndio jeshi lake huku chini, mimi na Bernard lazima tushuke tuwaombe tuwahamasishe, na nyinyi muende, msiseme wameshapita tu. Hapana, haipo hiyo. kama wapiga kula ni mia moja wa wa Ndelema waende mia moja wote wakapige kula, au waende tisini na tisa wakapige kula, kama alivyosema wenye viti wetu, tupate asilimia tisini na tisa tuseme hao wengine walikuwa wanaumwa, wengine walisafiri, wengine hivyo, lakini ni siku moja tu. tumebakiza siku kumi na moja ni siku moja tu, wepiga kula siku moja, tudai maendeleo kwa muda wa miaka mitano. CCM oyee na msiogope kutudai maendeleo mkituachaniza mtakuja kutuchapa viboko 2030. Kwa hiyo mtupe kula tushinde, tuseme kwamba kweli Ndelema alitupa kula za kutosha, Kameno alitupa kula za kutosha, jimbo la Busanda kula zilijaa. Inabaki kazi yenu kutuomba maendeleo, nyiye mnamwambia mwenyekiti wetu wa tawi, mwenyekiti wa tawi anamwambia mwenyekiti wa chama wa kata, kwa sababu mkiacha hivyo chama kitasemwa vibaya Mlikuja nyi kutuambia, mlikuja kutuomba kula. Mlikuja kwa hiyo mtasemwa vibaya, lazima nyie mtuvute. Mnamwita mna kijana njo mwite mbunge hapa, imeshindikana tunafanya harambee. CCM oyee!